Habari za kushinda ndugu yangu. Kuna habari nzuri ambayo nataka nikwambie. Unajua, unaposoma kitabu cha kutoka sura yake ya pili mstari wa nne utasikia habari za Musa na Mariam, pale ambapo Musa alipotupwa katika bahari na dada yake Miriam alikuwa ya kwa nyuma akiangalia gishi kile kisanduku kinavyoteremka katika maji. Nikitaka tukukwambia kwamba ndio, inawezekana unapitia nyakati ngumu za maisha lakini sio watu wote ambao wanawaza mabaya kwa ajili yako, hata kama utapita katika situation gani ya maisha, kipindi cha kuchoka, kipindi cha kulia, kipindi cha kuteseka, sio kila yeyote ambaye unadhani ni ndugu, rafiki, anakuchukia. Kuna wengine kwa sababu tu uzito uliobeba, hawawezi wakaumudu, hawawezi wakaubeba, ndio kwa maana hawakusaidia ndio kwa maana usizani kila mtu yeyote ambaye akusemeshi kwenye shida, kila mtu ambaye aongea na wewe kwenye shida amekushukia. Hapana, kuna wengine wanakulia moyoni, wengine wanakuombea usiangamie, wengine wanakuombea usipotei, wengine wanakuombea ufanikiwe, ili kesho utakapofanikiwa na wao pia watakuwa wa kwanza kushangilia. Maana ukiangalia Musa, walipovuka bahari ya Shamu na wana wa Israeli yule yule Miriam ambaye alikuwa akimwangalia kwa nyuma wakati anapelekwa na maji, ndio yule Miriam ambaye alianzisha wimbo na kuimba. Kutaka tu kuambia sio wote ambao wakusemeshi kwenye shida zako ndio wanakuchukia. Hapana, sio wote ambao wakusalimia kwenye matatizo yako, ndugu, ambao wako mbali na karibu, awakuchangamkii awakuongeleshi, awa yani awa, hawana hata msaada kwako labda, na nazani kwamba wanakuchukia. Hapana, na wengine ambao wanaogopa wakikusemesha, wanaogopa wakikusalimia, yawezekana utahitaji kupata msaada kwao, na kipindi ambacho hawana lolote cha kukusaidia. Miriam alibaki tu akiangalia Musa, wapi atakapoishia, na mimi moyoni mwake alikuwa na uchungu, na mimi moyoni mwake alikuwa na mambo ambayo, alikuwa na machozi ambayo yakitiririka. Shauri langu kwa leo ni kukwambia, sio wote ambao unadhani wa kusemeshi wanakuchukia, hapana kuna wengine wanashindwa kusemesha kwa sababu matatizo uliyoibeba hawawezi wakaweza kukusuluhishia. Acha Mungu akubariki, acha Mungu upande wako katika siku ya leo, na neno lilikufariji, kwa jina la Yesu Kristo, amen.